Haya ni mafuta ya khardal, ni mafuta yenye nguvu na muujiza mkubwa sana katika kuondoa matatizo mbalimbali mbali katika maisha ya mwanadamu. Leo nimekuletea faida sita juu ya mafuta haya dhidi ya kuweza kutatua na kukuondolea shida, dhiki, tabu zinazokusumbua katika maisha yako. Faida ya kwanza kwa kutumia mafuta haya ya khardal. Faida ya kwanza, hufukuza majini wabaya. Mafuta ya khardali yana nguvu ya ya kuwachoma na kuwafukuza majini wabaya wanaosumbua mwilini. Namna ya kuweza kuyatumia, changanya mafuta haya na unga wa kivumbasi, kisha tumia kujipaka mwili mzima kila siku, na mafuta mengine, weka matone machache katika makaa ya moto, kisha ujifushe kwa kiasi moshi wake unaotoka katika mafuta hayo. Faida ya pili, huvunja uchawi uliofungwa. Uchawi unaowekwa kwa kufungwa kama kifungo cha maisha kazi au ndoa, huvunjika kwa haraka kwa kutumia mafuta haya. Namna ya kutumia: chukua mafuta haya uchanganye na dawa inayoitwa mfunguo na mvunja hukumu. Kisha mara baada ya kuchanganya dawa hizi, tumia kujipaka asubuhi na jioni kila mara. Faida ya tatu ni kinga ya nyumba. Mafuta ya khardal utengeneza ngome imara ya kinga dhidi ya mashambulizi ya kishirikina na kuimarisha nguvu ya nyumba. Namna ya kutumia: changanya matone machache ya mafuta haya katika maji yaliyokuwa safi, kisha utumie kunyunyuzia kila pembe ya nyumba au kumwagia mwagia nyumba nzima. Fanya hivyo mara kwa mara, ili kuvunja nguvu ya kichawi katika nyumba hiyo. Faida ya nne, kuondoa ndoto mbaya na usumbufu wa usingizi. Ndoto mbaya na hofu ya majini huondoka kwa kutumia mafuta haya. Namna ya kutumia: chukua mafuta haya uyasomee surati Nasi saba, surati Falaki saba na Ayatul Kursi saba. Baada ya kusomea mafuta hayo, tumia kupaka mafuta haya mwili mzima kabla ya wewe kuweza kulala na mafuta mengine uweke katika kijichupa kilichokuwa kidogo, kisha kijichupa hicho ukiweke chini ya mto wako uwe unalalia. Faida ya tano: kusafisha vitu vibaya mwilini, kama kuondoa nuksi au mikosi na mikasa. Mafuta ya khardal husaidia kusafisha mwili kiroho kwa kuondoa athari za nuksi, mikosi na mikasa, au majanga ya mara kwa mara katika maisha ya mtu. Namna ya kutumia: changanya matone machache ya mafuta haya ya khardal kwenye maji ya kuoga, kisha tumia kuoga asubuhi na jioni, huku mafuta mengine uyatumie kujipaka mwilini mara kwa mara. Faida ya sita kuondoa uchovu wa kishirikina kufungwa nguvu za mwili. Mara nyingi majini na uchawi husababisha uchovu wa ghafla, kulegea kwa nguvu. Mafuta haya husaidia kuondoa hali hiyo. Namna ya kutumia, chukua mafuta ya khardal uchanganye na chumvi ya mawe na dawa inayoitwa mjafari, kisha uweke ndani ya sufuria lililokuwa na maji. Baada ya hapo, uchemshe mchanganyiko wako huo na ujifushe nyungu kwa muda wa siku saba mfululizo. Hizi ni faida sita zinazotokana na mafuta haya ya Khardal. Usisahau kusubscribe kulike, pamoja na kushea video hii kwa watu wengine, ili nao wapate kujifunza jambo hili.